Okay. Uh, naona kwenye kumekuwa na nr uh, ya asilimiaos mm. themanini mm. lakini pia volume mm. ime increase uh, wa asilimia mia moja. ila chini right. na na, na hapa. Kama unaweza mm. uh, kimsingi kuna counters ambazo zina, zina, zinakuwa, ziko liquid tunaziita sokoni ambazo zenyewe kimsingi ndo zinaongoza soko letu. Kama tunavyojua, soko letu liko less liquid. Hizi counters, uh, wiki hii zime, tumeona kwanza zikifluctuate kwa maana bei zake kupanda na kushuka kwa ono, sari, tunaona wiki mwanzo ni mwa wiki ilikuwa ni shilingi mia tano ikapanda ika mpaka mia tano na ishirini lakini as we are speaking leo imefunga kwa mia nne na tisini Kwa hiyo unaona down flow yake ina, ina affect kabisa moja kwa moja kwenye kwenye uh, total market, market capitalization kwa ujumla.